Sasa kwa hiyo place yetu, kuna kitu nilikuwa nataka nikuambie. Basi wacha nikuje nikupata hapo, kama uko hapo. Haya, sawa, yeah

Hakuna ama nitakuja kwako niambie bibi yako. Sina mji wa nitakuja hadi kwa nyumba nimwambie kila kitu. Jaribu tuone. Nimwambie jaribu kuruka hii mbwa ndio utajua kitu. Nitamwambia kila kitu wakati tulikuwa tunasikia vizuri, si wote hata kujifanya hapa, mimba ni yako. Mimba ni yako si ya mtu mwingine usiniambie wewe. Eh?